Mekataa kuingia TikTok, wapi wapi? Mimi nimefanya nini? Nitawekea picha zote, hata nikienda kwa hospitali, kwa hospitali niongee na daktari mtu hmm? ananitusi juu ya nini? Nitamtumia saa hii sahi, naudi naudi, mtu wa mwisho Hmm? Kama sahi hapa nimeambiwa mimi siwezi, hata sahi hata hiyo, nimeingia nimeingia tu TikTok hivi, kama nimeficha, sababu hapa nimekatazwa hata kupiga picha mimi. Kama nimeimbia mtu pere ya Mungu, hiyo ugonjwa hiyo ugonjwa inipate kama nimeibia hata mtu hata shilingi moja, mimi mimi, hata kama nimeibia mtu hiyo ugonjwa inipate. Hiyo, mbona mnanitusi mimi? Hawa wenye wanasema e, Karangu akiingia mahali mimi, mi, mi, mimi nilikuwa nahitaji nini kwa huyu mama huh? Nikiwaonyesha mtoto akiwa hospitali, mnasema hapana, hata si mzuri ku expose mtoto akiwa hapo, na nyinyi tu ndio sahi mnanitusi, mmenitoa kwa nyumba Angalieni huku sahi, ni usiku. Check huku ni usiku, niko kwa baridi eh? Mtu mwenye nasema ati niko India tikukura pesa, nimekura ya nani mimi? <coughs> nimekuja hapa kureta rafiki yangu Jerudhiga na nitatoka hapa akisaidika. na mimi mlinituma vizuri, na ndio maana nataka nataka huyo mwenye ako na swali aniulize. Mlinituma vizuri. I remember hata nikiuliza nikiuliza MC Chris, nikamuuliza MC Chris, kwani huyu mtoto ha hakusaidika? Akaniambia ndugu yangu, enda umsaidie, na nikakuja hapo. Mumuulize huyo mama kama hata maji nilikunywa kwa hiyo nyumba. Timu nasema sina pesa Nikikosa pesa nitalipa nitalipa ndege ya mia mbili nikuja hapa nitafute pesa. Kwani naweza kuwa mjinga aje? Wewe chaneni madharau.